Eh, hey, Yanga, hey, watakuja. Eh. Uh -huh. Yanga watakuja tarehe kumi na tano yaani huu <laughs> ni ulongolongo wao, wanajua wa wa janja yaani Eh. Na wajanja wataka uh -huh, no, kututoa kwenye nini kwenye game uh Na -huh, ili sisi ni watu ambao tunaona tu mbali, unaona eh? Uh -huh. na hawa tarehe kumi na tano watakuja. Mimi nakuhakikishia tutawafunga na kama tukuwafunga uh -huh. mimi nampa bwana hapa chupa kubwa ile pale ya kahawa. Eh, bwana maneno hayo. Hey. hiyo ni ya ahadi yangu. Maneno hayo Anywe. Sawa. na vipi kuhusu ubingwa? tumezungumzia hapa u a Yanga, kuna nini kilichobaki? kwa ubingwa msimuhuu nye NBC Premier League mnabeba, ni ya kwetu. wao tumewachiachia tu tume ile shirikisho huko unaita nini? mapinduzi ile iliyotolewa, ndio tumewachia tena, waende kwa akili timilifu, wakienda tu na wehuwehu pia wanapigwa, maanake msimu huu tayari Yanga kavuta Toyota Cup, South Africa pale akavuta muungano kapu, akavuta ngao ya jamii, ndio CRDB Federation, yuko zake finali Toyota kule eh. NBC yuko pale juu. Kwa upande wangu mimi, makombe ninayojua Yanga yanachukua, amechukua kombe moja na ngao moja, mmeelewa? Anachukua kombe moja moja, linaitwa muungano. Muungano. Na, na ngao eh ile kombe la ujanja ujanja la wauni huko, ile timu gani wa na Tanzania, ilishiriki tofauti na yeye au hapa linajulikanaje? no, hapaa kombe la Toyota. kikundi tu watu wamekutanyana kusanyana, wauni wauni, wakaanzisha kombe lao linaitwa Toyota <laughs> <laughs> kaniwasha ujui bwana, huyu mtu kuna mtu wa Yanga kumjibu hapa. Uh, kwa mujibu wa taarifa wa kamati tendaji ya Young Africans pamoja na uongozi na wanachama kwa ujumla Tanzania nzima pamoja na matawi yote Tanzania nzima, tarehe kumi na tano hatutacheza. Kama kuna mtu anajua tutacheza, itaenda kucheza Simba na kamati ya ligi TFF, sawa? so, kwa tunacheza tuchezi tarehe kumi na tano sisi, sisi kama tarehe kumi na tano mechi inaweza kuchezwa, lakini lakini tunataka sababu, kunataka sababu tuambie, kwa nini mechi ahirishwe tarehe nane. He, bana mzee uh, wangu eh, hey, ndio ndio she. Kauli zao zinakanganyana. zinakanganyana. <laughs> Hey. <Kaulisao>, eh. Kauli <laughs> zao zinakanganyana. Wewe ndio nilikwambia ni wajanja wajanja <laughs> umeelewa <laughs> Eh. Hey. Oh bwana, hey. wacheza watacheza lakini mimi nawaahidi jambo hili moja. Moja. Jamani sikizeni redio. Tarehe 15. Ndio. Ama bwana asipoingia uwanjani. Ndio. Na kuapia vile. Eh. Hey. TFF akiingiza aki, tarehe 15 ikifika eh. TFF akileta kamisa eh, akaleta refa uwanjani eh, kila kitu kikakamilika eh, sikufichishe pointi kumi na tano zinaondoka kwa jinga. Point 15 zinaondoka, point 15 hatutawachekea, na hamtaamini hilo. Mimi nakuhakikishia 100 juu ya 100, wakiingiza tu timu, yani soma kimbira lakini tefofo ameandaa mechi na ipo timu, hata aje Mwigulu Nchemba, ani nikwambie ukweli, kumi na tano zinaondoka. Kishaambewa taarifa mechi, kwa nini airishwe tarehe nane? sisi mechi tutaleta, na nikwambie msimu huu Simba ambuli chochote, Simba achukui chocho kombe la aina lolote che. hata kombe yani hata hilo la ligi kuu ambalo limebaki, nikwambie tu braza wamefurahi aziziki eti ameondoka, anasema sasa hivi hamna mtu mwingine anaweza kutupishia kama aziziki. Sasa niwaambie tu, kuna watu pale ni hatari, kuna watu ni hatari, wakina pakome eh? wakina Maxi Zengeli wamewasahau eh? Wamewasahau, wanasema eti kwa vile aziziki ameondoka tunaweza kuwafunga kirahisi. Niwaambie tu, niwaambie tu, huo ni mtego. Sasa sisi sisi sisi tu sisi hapa hivi. Sisi kama wana Yanga. Sisi kama wana Yanga. Sisi kama wana Yanga. Hatutacheza. Ila hatutacheza. Asante, asante studio. Ndugu mtangazaji, naomba niliweke sawa Unajua, tunajua kuna mashabiki na wanachama. Kwa hiyo shabiki anaweza kuzungumzia ushabiki, wanachama anakaa kwenye vikao vya, vya, vya matawi, wanazungumza neno moja, anatoka mjumbe mmoja kwenda kwenye kamati kuu, wanaweka mambo sawa. Kwa hiyo kamati kuu na kamati tendaji pamoja na uongozi wa Young Africans tumekubaliana kwamba Young Africans tarehe 15 tutaingiza timu uwanjani, kwa sababu ambazo zinajulikana na barua ilishatumwa mtandaoni na ipo hata ukipekua sasa hivi unaweza ukasoma barua na ukajua tatizo moja mbili tatu. Kwa hiyo taarifa kamili ambayo ipo, tunamsikiliza tunamsikiliza alikamwe anasemaje, ndio msemaji mkuu wa klabu ya Young Africans. Na mimi kama, kama, kama, kama, kama mwanachama wa Young Africans nafuata yale klabu ambayo ya ya inazungumza, sifuata yale mashabiki ambayo ya wanazungumza pembeni. Kwa hiyo msimamo wa klabu unasema kwamba tarehe 15 hatuingizi timu, huo ndio msimamo. E bwana, uh, tuko live kabisa kupitia 102.7 Voice FM. Kama uko karibu na redio yako sasa hivi unaweza ukafungulia. Tuko hapa Mbuyuni, watu ni wengi kweli kweli. Huku Yohana, shabiki wa Yanga akisema hawachezi. Ndugu yangu hapa, eh, mwanachama eh, na leo ame eh, anatengua na kauli umeniambia ni fanyaje? m Mimi utengue kauli, mimi sio shabiki, mimi ni mwanachama wa Young Africans. Upande wa shabiki wa Simba na imba watoa hofu wasiwe na hofu na chochote kuhusiana na hiyo dabi. Wakiingia tutawafunga waki wa eh? waki tutawafungakuja waki tutakula pointi tatu. Unasema wakiingia tutawafunga ndio? Wakikimbia tutakula pointi tatu, yani kwa kichapo kiko peke, bila shaka yoyote. E bwana, maneno unayatupa hayo. Bwana, mimi sibahatishi, naongea ninacho na uhakika nacho. Maneno unayamwaga hayo Bwana mbona mbona siku nyingine alikuwa asiongei hivyo? Eh. Alikuwa asiongei hivyo, alikuwa nina hofu. Lakini sasa hivi sina hofu bwana. Unajiamini kabisa? Kuna watu pale. Hey, bwana, eh bwana, sawa Blaza wangu hapa kanyembea yeye. Mimi naitwa Franco Pita. Franco. Franco Pita Msaga. Eh bwana wewe. Eh. Kama maelezo vile.

Ah. Mm. Wapi sasa sasao? Maana kuna watu watutaleka nao pia wanakimbia waendi. Mwananchi Wee, mwananchi mwananchi, eh? mwananchi. mwananchi. Eh. Sawa, naomba uongee maneno matatu kwa ajili ya shabiki na ku wa Yanga besa, hivi anakusikiliza. Kwanza nataka ku kumpinga ndugu nani wanajiita, Eh. Tayagini kutwaminishia kutuwami, kwamba anatuambia kwamba ana uhakika kwamba, eh, atachukua kombe la la NBC. Yeye kasema hivi eh, mkienda atawatwanga eh, msipoenda mtapokonywa pointi; enda, natuanga; msipo enda, pointi. Kwa hiyo yeye anasubiri hali yoyote tokee: mkienda na atwanga, msipoenda achukua pointi. Angekuwa na uwezo angekuja tarehe nane. Tunashangaza sasa hivi anatuambia kwamba eti eh, atashangaa kuona mtoto akibishana na baba eh. Kwa hiyo ni baba Ye ndo aliairisha mechi tarehe nane. Maana mechi imeairishwa saa nane, kuna, kuna sheria gani kuairisha mechi saa nane? Hakuna. Ndio nimekuja kumkinga bwana Tayageni. Tayageni pale Simba alikimbia kwa ajili ya ujanja ujanja, mm. ndio maana unaona Simba mwaka huu imekaa vizuri kwa sababu Tayageni hayupo sasa mm. huu mudi anataka kutudanganya. Mimi naitwa Franco aka Sola Zola hey. Zola Zola Francisco Francisco, za manche baba baba. Sana sana eh, pale eh, tunatia timu uh -huh. na tunampiga hey. tunampiga kama kawaida hey. kwa sababu hata shirikisho walijiaminisha, wali akatuambia kwamba wao hey. walifunga kwanza. Kuna mchungaji alikuja akawaambia wafunge siku saba hey. watachukua kombe Wakafunga siku saba na? Wamefunga siku saba, sio? Alinuiaje wakati <laughs> wanafunga? sijui alinuiaje. hey. Manake kuna, kuna unuizi wa kufunga hey. Sasa sijui linu, alinuiaje. kama unamshabiki wa Simba mmoja hapa atuambia alijinuizaje? eh bwana. Eh, na ndio maana naona alikosa ile kombe kwa ajili ya ujanja ujanja wao. Sasa malizia pale, mimi nachotaka kuambia uh -huh. wewe kama kawaida wao hey. kama kawaidae waje tarehe kumi na tano, sisi tunatia timu na kipigo, tunawapiga mimi mimi. Ni nimesema tunatia timu weka huko tulia, naongea naongea Naongea na, na ongea na Sawa, na si, na kamera, kamera. Kamera, na kamera. kamera. kamera kamera Sawa, sawa. sawa. ongea Ongea pale. wewe. Kama unataka Ndiko Zola neno moja, tunamalizia, tunamalizia, ne zola. neno moja moja tunamalizia Tunamalizia tukutane tarehe 15. Tukutane? Tarehe 15.